Sikiliza, mwanamke, ni kuambie confidence uliyonayo ni kwa sababu yuko hai. Akifa kuna gepu inatokea. Kuwa na ndoa ni ulinzi, nomata ana pesa, nomata hana, kuna ulinzi wa ajabu Mungu anakupa, kuna ujasiri wa ajabu Mungu anakupa. Haijalishi mwanamke, una degree, mume wako ameishia la saba, lazima umheshimu umheshimu ukifika nyumbani, hakuna cha umeneja, hakuna cha ubosi. Wewe ni mama, fanya kazi. Ukifika nyumbani, wewe ni binti wa kazi, kama yule binti uliyemwandika kazi. Ukifika nyumbani, yule binti anatakiwa apumzike. Ujue maji ya kuoga ya mume wako, ujue chakula cha mume wako, ungue juu nguo za mume wako, sio binti Ndiyo maana mnasaidiwa kazi zote. Nimesema ndiyo maana mnasaidiwa kazi zote zote, halafu mkija kanisani, niombe niombe, ndo asiyo kuomba.